Shukuru Wizara ya Maliasili kwa ajili ya mafunzo haya ambayo yameandaliwa, ambayo mafunzo haya yanakwenda kusaidia kupunguza kadhia kwa wananchi, lakini kuleta maendeleo endelevu kwa sababu kadhia ile iliyokuwa inasababishwa na wanyamapori wakali na waharibifu sasa tunakwenda tuna kuikabili, na hivyo wananchi watapata mazao na wanyamapori wetu nao tutaendelea kufanyeje? Kuwatunza, wataendelea kuwa. Lakini la na tatu naomba nitoe shukrani pia kwa wakufunzi wetu, tumemwona daktari, tumemwona Meja Ali hapa tumeona na wenzetu wengine ambao wametufundisha leo kiujumla. Kwa kweli niseme darasa letu lilikuwa zuri, mmetufundisha vizuri na mmetufundisha kwa upendo. Katika madarasa ambayo nimehudhuria, ili darasa lilikuwa halina lilikuwa lina kidogo chachu ile ya, ya jeshi, lakini kwa wale ambao bado maana yake hawajaipata ya ile ladha halisi inavyotakiwa kuwa sababu kuna baadhi ya matukio tulikuwa tunafanya hapa, tulikuwa tunahatarisha maisha ya ki kizima kilichopo kwenye kwenye eneo. Niwashukuru, washukuru pia ninyi washiriki, tumejitoa kutoka kwenye vijiji vyetu tumekuja hapa. Jana niliwatania baadhi ya watu wakawa wanauliza nani sasampa vipi sasampa vipi? Nikisema achana na kufikiria kuhusu sasampa, fikiria unakwenda kupata nini elimu tuliyopewa hapa ni zaidi ya nini? Ya mafekeche. Yani elimu tuliyopewa hapa hatujapewa elimu, tumepewa pia mafekeche, kwa sababu tumeona kabisa, tumeambiwa ile bidhaa ya kumfukuza nyama tembo, inaweza kawa ngumu kupata kile kinyesi cha tembo, lakini sio ngumu kupata pumba za mchele ambazo kwenye vijiji vyetu na kwenye maeneo yetu kuna mashine zinazokoboa mchele. Kwa hiyo tumepata knowledge nyingine hapa kwamba pumba zile zinatumika kwenye nini, kwenye uhifadhi, na zile unaweza ukatengeneza matofali yako. Huku kama huku eneo hili halina tatizo la hao wanyama, maana yake unaweza kuyasafisha matofali yale yakaenda kwenye maeneo mengine na ukapata nini, kipato. Kwa hiyo mafunzo yetu yameweza kutujenga sana, kujifunza ni kutenda. Yaani unaweza uka, ukawa train ukawa train vizuri, ukapewa mafunzo ukaiva vizuri, lakini kama hautakwenda uandani kwenda kutumia taaluma na mafunzo yale uliyo yapata, basi hayo mafunzo yanakuwa ni nini? Ni bure, sawa na kazi bure. Ni waombe tunavyotoka hapa tusiende kusubiri sasa, kwamba tunasubiri afisa wanyamapori hapa wilaya aandae sasa matukio au andae shughuli kwenye maeneo yetu. Mmoja mmoja kwa nafasi zetu, tukaanze kuandaa shughuli kwenye maeneo yetu, kwa sababu maeneo yetu tuna yatambua. Tunawashukuru wizara, mlitutengenezea vile vizimba pale kule hapo Karema, lakini tuna changamoto ya Ikola ambapo sasa hivi ndio kilio kikubwa, kwa hiyo kupitia hafla hii na mafunzo haya, niendelee kuwaomba wenzetu wa wizara Ikola kuna kilio kikubwa sana cha mamba wala watu wananchi wale. Tunashukuru kwa vizimba vilivyojengwa awali kwenye maeneo mengine, lakini pia tunaomba vile vizimba vinapojengwa, basi tuangalie vijengwe kwa ukubwa